Mheshimiwa Waziri, miundo mbinu miundo mbinu hii ndo maana tunasema hufanyika uchunguzi, ili ni zaidi ya maandamano. Miundombinu hii si mali ya serikali, si mali ya serikali, zahanati si mali ya serikali, barabara si mali ya serikali. Hata ukinunua shati la mtoto wako mchanga, kuna sehemu umepeleka ikajenge zahanati hii ya kuharibu kwa haraka haraka na, na, na, na timu itakapokamilisha itabaini na maeneo mengine mengi. Kwa haraka haraka kuchoma ofisi za serikali ambazo ni, ambazo si nyumba za watumishi wa serikali, hii ni ofisi ya kuhudumia mtu mwenye kero, mtu moja moja, mia saba hamsini na sita. Vituo vya mabasi yaendayo haraka ishirini na saba vituo ukijua maisha ya Mtanzania mwana Dar es Salaam ni kutoka hatua moja kwenda nyingine. hakuna, hakuna Mtanzania ambaye yeye ameshajilimbikiziaga ame tu kwamba anaweza akakaa mwaka mzima bila kutoka. Maisha ya Mtanzania ni ya kutoka eneo moja aende eneo lingine. Haya si maisha ya serikali, ni maisha ya Mtanzania moja moja, atatoka Mbezi aende Posta, atatoka Kimara aende Kariakoo, Atatoka Kariako aende Goba, kwamba mpango ukawekwa pasiwe na miundombinu ya wa, hawa watu kusafiri, watakula nini kama, kama, if it is not an economic sabotage, unataka wale nini hawa watu? Unachoma kituo cha DAWASCO kinachowapa maji safi na salama, unataka waishiji hawa watu? Hii si serikali, unataka hawa si serikali, hawa watu waishiji mabasi sita nyumba binafsi mia mbili sabini na tatu vituo vya polisi mia moja hamsini na tisa vituo binafsi vya mafuta mia sita sabini na mbili Vituo vya mafuta hivi, mafuta haya si kwa ajili ya ya mwenye kituo, ni nishati ya usafiri moja, atoke hapa aende pale hii si, hii si ya mwenye kituo si ya, si, ya serikali, si, ya kui, si ya kuisafirisha serikali. Hata aliye mgonjwa anahitaji usafiri atoke mahali aende mahali fulani. Hii si afya ya serikali mtu moja moja, ya Mtanzania mtu moja moja. Magari ya watu binafsi 1642 1 Elfu moja, mia sita arobaini na mbili hawa ni watu binafsi. Haujui dini yake, haujui uumini wake wa chama chochote cha siasa. elfu moja mia sita arobaini na mbili za economic sabotage, Watanzania hawa wote hawa, awe ana duka lake, ana gari yake, ana kitu. Ni watu wanajikusanya sana kufanya haya mambo anajikusanya sana hata ninyi hapa amjanunua magari kwa ziada, nyii mmejikusanya sana, mmejinyima, ndo maisha, maisha ya Mtanzania wa ndo maisha ya Watanzania walio wengi wanajikusanya. pikipiki piki binafsi elfu mbili, mia mbili, sitini na nane magari magari ya serikali zingine ambulance mengine magari ya ya afya 976. Hizi ni takwimu za mwanzo tu, bado, watu wana kompaili takwimu. This is purely an economic sabotage. Umechoma vituo vya mwendokasi, unataka ukachome stendi ya Magufuli, unataka ukawashe Eh, Kinyerezi, ambako ndo inatoa nishati ya nchi nzima, unataka ukawashe mafuta. This is purely an economic sabotage. Hii si mali ya serikali si mali ya mtu binafsi, hii si mali ya kiongozi wa serikali It is purely an economic sabotage. Wengine wakawa wanaongelea na reli, wengine wakawa wanaongelea na